Hai. Usha kujiuliza kuna uhusiano gani kati ya ya autism na afya ya tumbo? Hmm? Digestive system au mfumo wa chakula. Yes, ni muhimu sana kufahamu. Kwa majina naitwa Daniel Ndamo Samuel, ni occupational therapist, napatikana Dar es Salaam. Ah, uhusiano uliopo ni kwamba kwanza ubongo na na na, na, na, na tumbo huwasiliana eh, kila sekunde kila dakika, na kuna impact kubwa ya moja kwa moja kati ya ubongo na tumbo. Sasa eh, story kubwa hapa ni kwamba uhusiano wao ni kwa sababu katika tumbo eh, tumbo la mwanadamu yaani gut health ndipo uh, kemikali za ubongo huzalishwa kwa kiwango kikubwa sana. Kemikali za ubongo huzalishwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ubongo, ili uweze kufanya vizuri katika maeneo ya mood, behavior, kujifunza, vyote hivi vinahitaji uh, tumbo ambalo linakuwa na afya njema ambalo litaweza kuzalisha mm, zile kemikali au kitaalamu wanaziita neurotransmitter. Neurotransmitter hizi ni kemikali za ubongo ambazo husaidia katika usafirishaji wa taarifa kutoka seli moja kwenda seli nyingine. Na uh, kemikali hizi hutumika katika kulush, kulush, kulusha taarifa kutoka seli moja kwenda seli nyingine. Kwa hiyo uhusiano uhusiano, uh, ni mkubwa sana. Kwa hiyo kumbe, na kwa hiyo kumbe, kama afya ya tumbo ikiwa mbovu, hupelekea moja kwa moja na afya ya ubongo kuathirika katika mfumo wa tabia, kujifunza, eh? Mood zote zile zinaathirika. Kwa hiyo endelea kufatana nami nitakuwa nitaendelea kutoa masomo zaidi na zaidi. Uh, please naomba ni follow, uh, uh, ni follow Instagram, Facebook. Asanteni sana.